Isaiah 65 Thank you, Jesus. Yes, 65. 19. Inasema, and I will, I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her nor the voice of crying in Jesus name Amen. Amen. Huu ni mwaka wa shangwe, lakini kabla sijazungumza habari za mwaka wa shangwe, kuna mambo kadhaa ambayo Mungu alinisemesha kama mtumishi wake. Kuna mambo matatu. Namba moja, Mungu alizungumza habari ya sisi watoto wake tukae kimya. Alizungumza habari ya nguvu ya kukaa kimya. Nguvu ya kukaa kimya, maana yake Let God talk. Acha Mungu aongee. Mungu ataongea kwenye muonekano wako. Mungu ataongea kwenye vitu vyako. Mungu ataongea kwenye hali yako yoyote. So huu ni mwaka ambao sio wa mimi na wewe kuanza kusema mipango yetu, sio mwaka wa mimi na wewe kuanza kusema unajua, mimi na hiki, unajua mimi nitafanya hiki, unajua mimi nitafanya hiki. No, acha Mungu aongee, acha Mungu aongee. So huu ni mwaka wa kukaa kimya taieleza vizuri sana pale mwishoni utaielewa lakini namba mbili mungu amenieleza habari ya huu ni mwaka wa ibada huu ni mwaka wa ibada worshiping ndani ya worshiping kuna uh, zile doors ambazo zilikuwa zimefungwa kwa muda mrefu sana utaanza kuona zinaanza kufunguka kwa sababu kwenye kumworship mungu Mungu huwa anaachilia kitu kinaitwa hekima. Hebu tusome is, uh, Luka, Luka mbili mstari wa hamsini na mbili unasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. So hekima ndiyo ambayo itakuletea destiny helpers wako. Hekima ndiyo ambayo itakuletea destiny helpers wako. Unapokuwa unamworship Mungu, unapokuwa unamwabudu Mungu, ndipo ambapo zile plan za Mungu za Yeremia ishirini na tisa kumi na moja zinaanza kutimilika kwako, kwa sababu wewe anaanza kuwekeza kwako. So kama kijana, kama mtu wa kawaida, kama mtu yeyote, lazima mwaka huu uwekeze kwenye kitu kinaitwa ibada. Kama ulikuwa hujapanga muda wako vizuri, hakikisha within a day kuna risali moja la kumpa tu Mungu utukufu. Kuna siku moja ya kumwambia Mungu hii ni ya kwako. Unaweza ukaachilia kwa njia ya sadaka, unaweza ukaachiria kwa njia ya kufunga, unaweza ukaachiria kwa njia ya kuenda madhabauni kwa Mungu. Lakini sisi kama watoto wa Mungu, hizi ndio mbinu za kuenenda kwa mwaka huu. Ya tatu na ya mwisho ambayo Mungu ametusemesha ni habari ya kujali afya. Habari ya kujali afya Afya unaweza ukaijali kwa namna nyingi, moja wapo ni mazoezi, lakini ya pili ni kula chakula kilicho bora. Ko, kuna watu mimi nimeanza kuwaona saa hizi wameanza kufanya mazoezi, hawaelewi hata kwa nini wanafanya mazoezi. Wengine tunakutana nao wana, wengine wanachechemea miguu <laughs> ukiwauliza, hiyo saa mazoezi. Ukiwauliza kwa nini, hata wao hawaelewi, lakini tayari Mungu ameshaanza kusema na watoto wake. Kwa nini? Kwa sababu Mili yetu ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo kuna safari ndefu sana ambayo tunatakiwa tuenende. Kwa Mungu anaanza kuwekeza ndani yetu. Mungu anaanza kuwekeza kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyafanyie kazi.